Ni mgombea wa chama cha Makini hapa nchini, ikiwa ni katika harakati zake za kutafuta urais kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo akipiga kambi hapa katika soko la Buzebazeba mkoani Kigoma, yapo masuala kadhaa ambayo ameagusa kwa wananchi kuomba ridhaa kumchagua. Mojawapo ni hili la kuanzisha viwanda kama sehemu ya kutanua uchumi katika jamii. Tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kiviwanda yeah. Na hivyo viwanda, miongoni mwa hivyo viwanda tunakwenda kuanzisha viwanda ambavyo vitazalisha pembejeo za kilimo yeah. Tutapata pawatira za kutosha, tutapata matrekta ya kutosha yeah. Na tutapata mbolea na mbegu kupitia serikali ya Chama cha Makini yeah, na hatimaye chini ya serikali ya Chama cha Makini, kwa mara ya kwanza, mkulima atakwenda katika ghala la serikali akikuta pembejeo zipo. Pembejeo zitamsubiri mkulima kwenye ghala la serikali bali, mkulima atakwenda kuchukua kwa wakati na kwenda kuzisoti kwenye maeneo ya mashamba na hatimaye tukapata mazao ya kutosha. Zilikuwa ni harakati za wagombea nchini kuendelea kuomba ridhaa kwa wananchi kuchaguliwa ili kuona namna ambavyo wataisogeza nchi katika miaka mitano. Jacob Ruviro, Azam News, Kigoma.